Mheshimiwa, Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba sasa bunge lako tukufu likubali kupokea kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya wizara fungu 46 na fungu 18 yenye jumla ya shilingi trilioni 2 439 bilioni 668 milioni na 693 elfu. Serikali itaboresha miundombinu katika vyuo vya walimu nchini kwa kuanza ujenzi wa nyumba tatu za wakufunzi katika chuo cha walimu Sumbanga, Mhonda na Dakawa na itaendelea kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika chuo cha walimu Mpwapwa na Kleru, ujenzi wa jengo la utawala katika chuo cha walimu Tarime, Kinampanda, Kitangali, Mpuguso, Shinyanga na Ndala na ujenzi wa miundombinu ya michezo katika chuo cha walimu Dakawa na Butimba. Vilevile vile itanunua na kusambaza vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika vyuo 34 vya walimu na itanunua na na vifaa vya maabara katika vio 13 vya walimu vya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa elimu jumuishi na elimu kwa watu wazima kwa lengo la kujenga uelewa kwa Tanzania kuhusu fursa mbalimbali mbali za elimu zilizopo katika makundi yote katika jamii, kutoa elimu kwa wadau kuhusu mwongozo wa ujumuishi wa matumizi ya kidijiti katika shule na vio vya walimu na kuendelea kujenga uelewa kuhusu haki na wajibu wa watu wenye ulemavu kupitia maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu, wiki ya viziwi, siku ya fimbo nyeupe kwa wasiona na siku ya breli na wenye ualbino. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza fursa za elimu ya juu nchini kupitia tume ya vyuo vikuu Tanzania, serikali itaendelea kuratibu udahili wa wanafunzi laki moja na hamsini elfu kwa mwaka wa kwanza wanaotarajiwa kujiunga na programu mbalimbali za masomo katika vyuo vya elimu ya juu. Vilevile itakagua na kutathmini ubora wa vyuo vikuu 25 na mitaala 60 inayofundishwa katika vyuo vikuu kwa lengo la kuhakiki ubora wake. Aidha, itakagua na kutathmini mitaala 60 inayofundishwa katika vyuo vikuu na kutoa ithibati ya chuo kimoja. Mwisho, mwenyekiti, vile vile serikali itaendelea na kutoa mikopo na ufadhili kwa wanafunzi wenye sifa ili kuongeza fursa za elimu ya juu nchini kama ifuatavyo: itaongeza idadi ya wanafunzi wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kutoka 245314 mwaka 2024 25 hadi wanafunzi 252773 kwa mwaka 2025 26. Itaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi 10000 wa ngazi ya stashahada wa fani za kipaumbele ikiwemo sayansi, teknolojia na uhandisi itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 2630 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi kupitia Samia Scholarship. Itaendelea kutoa fadhili wa masomo kwa wanafunzi hamsini wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi hususan wa kike sayan hususan wa kike waliotimu mitihani ya kitaifa ya kitaifa kidato cha sita na sh shahada za awali kupitia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mikopo iliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 210.2 kutoka sekta za umma, binafsi na zisizo rasmi kwa kuwatambua wanufaika wapya elfu arobaini na kufanya ukaguzi kwa waajiri elfu nane kuhusu umuhimu wa utii wa sheria ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia kwa kuendelea na ujenzi na ukarabati katika taasisi 19 za elimu ya juu zinazotekeleza zinazo mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Miundombinu hiyo ni pamoja na ujenzi wa kumbi za mihadhara, madarasa, hosteli na ofisi. Aidha, itaendelea na ukamilishaji, ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali mbali mbali katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia, ikiwemo kuendelea na ujenzi wa hosteli yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi mia tano katika taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela. Mwisho, Mwenyekiti, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, Serikali itaendelea kuendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu, serikali itaendelea kutoa ufadhili. Mheshimiwa naibu Spika, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali itaendelea elimu ita, itaendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu, serikali itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 15 kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa lengo la ku kuza na kubiasharisha lugha ya Kiswahili. Vile vile itatoa ufadhili kwa wanafunzi wawili raia wa Oman na wanafunzi watano raia wa Hungary kusoma katika vyuo vikuu hapa nchini kulingana na mikataba na utaratibu. Vile vile itaratibu uhusiano wa kiutendaji kati ya taasisi 15 za elimu ya juu sekta binafsi viwanda ili kuwezesha wanafunzi kupata nafasi ya kujifunza kwa vitendo Mheshimiwa naibu spika serikali itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu ya jumuishi kwa wanafunzi na walimu katika taasisi za elimu ya juu kwa kuwezesha ushiriki wa viongozi wa elimu 420 watumishi 30 wanafunzi wenye ulemavu 20 na wasio na ulemavu 370 kutoka taasisi kumi za elimu ya juu kushiriki kongamano kuhusu elimu jumuishi